Kee. Kee. Tukule tukule na Kate mletea zake. E. Ah, Kate eka hapa kwani kweni wewe ulikuwa umekula, mimi napendanga indomie kwa nimekula unajua mimi niko ja. Si hata mimi hapana. Hii nitasema hii, shika hii, ende ucheze nayo pale nje, uchote nayo mchanga, nitakuja tucheze. siningia uma, hapana, kwanza enda ucheze, nitakuja. Hii ni kaspedi katoto, hey. <coughs> unachota hivi na mchaka si ndio? Nitakuja. Enda ucheze nitakuja, usinimalizie. Sawa. Eh. Mimi siwezi kula na mtu na vile niko njaa. Mimi nilienda kwao wakanifukuza.